Ifuatayo ni orodha ya mapapa waliochukua majina ya Leo. Leo linatokana na neno la Kilatini leoni, inayomaanisha simba. Leo ni mababa watakatifu ambao walichukua majina hayo kumaanisha kwamba wangesimama imara wakimwiga Bwana wetu Yesu Kristo aliye simba wa Yuda katika kuliongoza kanisa kwa ujasiri bila kutetereka. Ndugu zangu wapendwa, ninaanza na baba mtakatifu Leo wa kwanza. Huyu alitawala kuanzia mwaka wa 440 hadi mwaka wa 461. Anaitwa Mtakatifu Leo Mkuu. Baba mtakatifu Leo wa kwanza anayejulikana kama Leo Mkuu alikuwa mmoja wa mapapa wenye ushawishi mkubwa katika historia ya Kanisa. Alitetea imani dhidi ya uzushi aliandika waraka maarufu Tome of Leo uliothibitisha kuwa Yesu ana asili mbili ya kimungu na ya kibinadamu. Omnes Sancti Patriarchae et Prophetae. Alisimama dhidi ya uvamizi wa Attila, alimshawishi Attila, kiongozi wa Wahuni kutoshambulia Roma mnamo mwaka wa mia 452. Alisisitiza mamlaka ya kipapa, alihimiza kuwa papa ndiye mrithi wa mtakatifu Petro na kiongozi wa kanisa duniani kote. Baba Mtakatifu Leo wa kwanza alibadilisha historia ya upapa kwa msimamo wake wa ujasiri na imani thabiti. Baba Mtakatifu Leo wa pili alitawala kwa mwaka mmoja kuanzia mwaka wa 682 hadi mwaka wa 683. Aliongoza kwa muda mfupi, lakini alihimiza uadilifu ndani ya kanisa. Aliidhinisha maamuzi ya mtaguso wa tatu wa Konstantinopoli uliopinga uzushi wa monothelitism, fundisho lililodai kuwa Yesu alikuwa ni wa mrengo wa nafsi moja tu badala ya nafsi mbili, yaani uliosisitiza kwamba Yesu ni Mungu peke yake. Baba Mtakatifu Leo wa tatu, aliyetawala mwaka wa mia saba tisini na tano hadi mwaka wa mia nane kumi na sita, alimvika Chalemanye kuwa Kaisari wa Dola Takatifu ya Kirumi mnamo mwaka wa mia nane baada ya Kristo akianzisha ushirikiano wa karibu kati ya kanisa na tawala za kisiasa. Alikabiliana na upinzani wa kisiasa lakini alifanikiwa kuimarisha mamlaka ya kipapa. Alihimiza elimu na utamaduni, akihamasisha maendeleo ya fasihi na sanaa. Baba mtakatifu Leo wa nne aliyetawala mwaka wa 847 hadi 855. Alijenga kuta za ulinzi kuzunguka Roma ili kuilinda dhidi ya mashambulizi ya Waarabu na wa Viking. Alianzisha urekebishaji wa kanisa, akihamasisha ibada safi na utakatifu. Baba Mtakatifu Leo wa tano alitawala mwaka wa mia tisa na tatu. Aliongoza kwa muda mfupi sana na kuondolewa madarakani na mpinzani wake wa kisiasa. Historia yake haijulikani sana kwa sababu ya machafuko ya kisiasa wakati huo. Baba Mtakatifu Leo wa sita, mwaka 928 hadi mwaka 929. Naye pia aliongoza kanisa kwa kipindi kifupi sana wakati wa hali ya kisiasa isiyo thabiti. Baba Mtakatifu wa saba aliitwa Leo wa saba alitawala mwaka wa 936 hadi mwaka wa 939. Alileta amani kati ya viongozi wa kanisa na watawala wa kisiasa Aliimarisha mahusiano na shirika la Wabenediktini, akihimiza maisha ya kiroho na kujitolea kwa Mungu. Papa Leo wanane alitawala mwaka 963 hadi 965 aliteuliwa na kaisari Otto wa kwanza, lakini utawala wake ulikumbwa na mgogoro wa kisheria kuhusu uhalali wake. Alijaribu kuimarisha mamlaka ya kipapa lakini alikumbwa na upinzani mkali. Papa Leo wa tisa alitawala mwaka elfu moja na arobaini tisa hadi mwaka wa elfu moja na hamsini na nne aliongoza jitihada za mageuzi katika kanisa akipinga ufisadi na biashara ya nguvu za kanisa au vyeo vya kanisa, almaarufu kama Simoni. Alishiriki katika mgawanyiko mkuu wa mwaka elfu moja na hamsini na nne. Aliweza kushuhudia yote yaliyotokea. Mgawanyiko huo ulisababishwa na kanisa la magharibi na mashariki kutengana kutokana na utofauti juu ya kanuni ya imani. Papa Leo wa kumi alitawala mwaka 1513 hadi mwaka 1521. Alikuwa papa wakati wa kuanza kwa matengenezo ya kiprotestanti akipambana na padre Martin Luther. Alisimamia ujenzi wa basilika ya Mtakatifu Petro akitumia mapato kutokana na rehema kamili, kitendo ambacho kilichochea upinzani wa Padre Luta. Papa Leo wa kumi na moja alitawala mwaka elfu moja mia sita na tano tu, aliongoza kwa siku ishirini na saba pekee kabla ya kufariki. Alikuwa na mipango ya kuleta mageuzi lakini hakupata muda wa kuyatekeleza. Papa Leo wa kumi na mbili alitawala kuanzia mwaka elfu moja mia nane na ishirini na tatu hadi mwaka 1829. Alisisitiza kurudi kwenye maadili ya Kikristo na waamini kupinga uzushi wa uhuru usiokuwa na mipaka ulioathiri kanisa. Alilinda utakatifu wa sakramenti na kuimarisha msimamo wa kanisa juu ya imani safi. Papa Leoni wa kumi na tatu alitawala mwaka 1878 hadi mwaka 1903. Huyu alitoa waraka muhimu wa kijamii ulioitwa Rerum Novarum mnamo mwaka 1891, akitetea haki za wafanyakazi na usawa wa kijamii. Alihimiza elimu na Mount maendeleo kama njia ya kuimarisha imani ya Kikristo aliimarisha uhusiano kati ya Kanisa na dunia ya kisasa akizindua majadiliano na viongozi wa kisasa. Papa mpya aliyechaguliwa hapo majuzi anaitwa Papa Leo wa kumi na nne. Papa Leoni wa kumi na nne ameanza kutawala tangu tarehe nane mwezi Mei mwaka 2025. Ni papa wa kwanza mzaliwa wa nchi ya Marekani. Yeye amejikita katika haki za kijamii pia, akihimiza mshikamano wa waamini na huduma kwa maskini. Ameonyesha nia pia ya kuendeleza mageuzi ya hayati Baba Mtakatifu Francisco, hasa katika uongozi wa Kanisa na majadiliano ya kidini. Ameeleza bayana kwamba Kanisa la sasa ni la kisinodi. Amehimiza mshikamano wa kiroho akisema, naweza kutembea pamoja kuelekea kwenye makao yale ambayo Mungu ametutayarishia. Baba Mtakatifu Leo wa kumi na nne anatarajiwa kuendelea na juhudi za haki za jamii, mshikamano wa waamini na majadiliano ya kidini akileta mwanga mpya katika kanisa la sasa. Kuanzia Baba Mtakatifu Leo wa kwanza hadi Papa Leo wa kumi na nne, kila mmoja amekuwa na mchango mkubwa katika historia ya kanisa. Wameimarisha imani, kupambana na changamoto za kisiasa na kijamii na kuleta mageuzi makubwa katika imani na jamii. Papa Leo wa kumi na nne, akiwa kiongozi wa sasa, anaendelea na jitihada za kuimarisha mshikamano wa waamini na kuleta mageuzi yanayohimiza huruma na haki za kijamii. Ni kipindi cha mabadiliko na waamini wanapaswa kuombea mafanikio ya uongozi wake. Sante Dominice. Sante